Kuimba ndani ya nyumba, kufanya ibada ya kuimba inaleta utukufu mbele za Mungu na pia itakutia nguvu katika magumu ambayo unaweza ukayapitia au magumu ambayo unayapitia. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo tunajifunza mimi na wewe mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiroho, lakini mambo ya maisha kwa ujumla wake. Leo ninataka au nimependa nikusomee ukurasa mmoja katika kitabu hiki kinachoitwa imani iokoayo. Katika kitabu hichi, nimependa leo nishe na wewe kwa kukusomea, na si kuongea tu kwa maelezo yangu au kwa maneno yangu, kukusomea usikie, na kile ambacho utakisikia basi kikusaidie katika safari yako ya kiroho, katika safari yako ya kuelekea kumsogelea muumba wako sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba ukatupe kibali sasa cha kuelewa kile ambacho tunaenda kukisoma katika kitabu hiki kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi nitaenda kusoma katika ukurasa wa 87. Inasema kuimba maishani, Mungu akakupa uvumilivu na na usikivu na uelewa. Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, e Bwana, huenenda katika nuru ya uso wake. Zaburi 89 fungu la 15. Anasema kama vile wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri jangwani, walifurahia safari yao kwa kuimba muziki wa nyimbo takatifu ndivyo Mungu alivyowaalika watoto wake leo kufurahia maisha ya kusafiri kwao. Zipo njia chache zenye ufanisi zaidi katika kuweka maneno yake kwenye kumbukumbu kumbu kuliko kuyarudia katika nyimbo, na nyimbo hizo zina nguvu ya ajabu kabisa. Zina uwezo wa kutiisha asili mbovu na zisizokuzwa. Uwezo wa waku, kuuisha mawazo na kukuza maelewano ya vitendo. Ni mojawapo ya njia zenye matokeo zaidi za kukaza moyo na ukweli wa kiroho. Ni mara ngapi kwa nafsi iliyosongwa sana na kuwa tayari kukata tamaa kumbukumbu huikumbusha neno la Mungu, mzigo uliosahaulika kwa muda mrefu wa wimbo wa utotoni, na kufanya majaribu kupoteza nguvu zake. Hebu na kuwe na uwimbaji nyumbani wa nyimbo zilizo nzuri na safi. Hapo kutakuwa na maneno machache ya lawama na mengi zaidi ya shangwe na amani na furaha katika kazi zake. Yesu alichukua pamoja naye furaha na busara. Mara nyingi alidhihirisha furaha ya moyo wake kwa kuimba zaburi na nyimbo za mbinguni. Mara kwa mara wakazi wa Nazareti waliisikia sauti yake ikiwa imemu, imeinuliwa katika kuimba sifa na, kushu, na shukrani kwa Mungu alidumisha, alidumisha ushirika, ushirika na mbingu katika nyimbo. Na wakati washirika wake walipolalama kuchoshwa na kazi, walihuishwa kwa sauti tamu ya nyimbo ya wimbo kutoka midomoni mwake. Kuimba kwake kwa sifa kulionekana kuwafukuza mbali malaika waovu, na kama vile uvumba kupajaza mahali kwa harufu nzuri. Alikaribisha nuru ya asubuhi kwa sauti ya uimbaji. Alimsikiliza ndege aimbaye akiimba wimbo kwa Mungu wake, na kuunganisha sauti yake na wimbo wa sifa na washukrani. Wimbo ni silaha ambayo tunaweza kuitumia wakati wote dhidi ya kukatishwa tamaa. Sauti za, za wimbo wa shukrani, wa sifa na shangwe zinasikika mbinguni. Sauti za malaika mbinguni zinaungana na sauti za watoto wa Mungu duniani wanapotoa heshima na utukufu na sifa kwa Mungu na kwa mwanakondoo kwa ajili ya wokovu mkuu uliotolewa. Hebu na tujifunze wimbo wa malaika sasa, ili kwamba tuweze kuimba tutakapoungana na safu yao ya uimbaji. Kuimba maishani. Heri watu wale waijuayo sauti ya shangwe, e Bwana, uenenda katika nuru ya uso wake. Zaburi 89:15. Hapa tunaona kwamba kumbe kuimba tena kuimba kwa sifa, kuimba kwa shukurani, kuimba kwa shangwe kunafanya nyumba yako, kunafanya nafsi yako na roho yako ijawe shangwe, lakini pia inatoa taarifa kwa mbingu kwamba kuna mtu ambaye anasifu, kuna mtu ambaye anaabudu, kuna mtu ambaye anatambua uwepo wa Mungu ndani ya maisha yake, na hivyo malaika wanaungana na wewe na kuimba pamoja na wewe, wanafanya uimbaji pamoja na kufanya ibada ilete maana sana mbele za Mungu, na hivyo inafukuza giza na wale malaika wa giza ambao wanajaribu kukusogelea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nimependa kukusomea wewe mwenye usikie, kwamba kwa hiyo kwa katika hali yoyote ile, iwe ni ya huzuni, iwe ni ya furaha, kuimba ni moja ya ibada, kuimba ni sehemu ambayo itakutia nguvu sana katika safari hii ya maisha. Basi ubarikiwe sana, Mungu akakupe faraja na pia ukadumu katika kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa kutupa nafasi hii ya kujua kwamba kumbe, kuimba tena kuimba kwa shukurani na shangwe na sifa ni namna mojawapo ya kukutukuza wewe, na njia hiyo inafukuza wale malaika wa uovu na kuleta malaika wa nuru na kutusogeza karibu na wewe. Tunashukuru kwa kututambulisha hili, tunaomba mwovu asichukue hichi tulichokifahamu, bali kawe nuru katika maisha yetu, mimi pamoja na msikilizaji. Bariki familia zetu, bariki maisha yetu kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi ukae na siku njema wewe unayenitazama, Mungu akakubariki, ukakumbuke kwamba katika magumu yote uyapitiayo, katika raha zozote uzipitiazo, basi usisahau kumtukuza Mungu kwa namna na kwa njia ya uimbaji. Mimi ninaitwa Judi. Usisahau kulike, usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kucomment. Tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwa heri.